Mgeni manze, mimi ni mgeni hii mtaa. Naona kuna kitu haiwezi. Ay, kosa kitu iko. Cheki, nilikuwa nataka unionyeshe mashimo fulani huku, kama uko una nini, tuende tupige moja mbili, ama unaonaje? <laughs> <laughs> taka tupige moja mbili, najua mbili, najua mimi sielewi hii mtaa, mimi ni mgeni. unashika. Eh, ninashika manze, unashikisha, tusonge eh, yeah. pesa iko manze, dozi iko kama panji hivi Tanka mena ni mtra. Iko bie? Mtra iko bie. Situsonge hivo basi. Ima shima yote. He. Eh. Eh? He. Najua luta. Luta, luta. Simuelewa. Najua mini mgeni manze. Niko hapa tu. Hapa? Hapa tu. Ah, manze jo. Situsonge hivo. Iko hii. Si, saa hii nakwambia, saa hii manzee, unajua ni lazima ni med kidogo ndio manzee nishike rada. Unajua for that. Twende tusonge manze. For 20 je.

Bro ni aje? siti siti, kwani uko ni nini shida? uko poa, najua niko wasi -wasi. Yeah. Na wasiwasi hii imtae tukiwa nae kosefu, najua kuna nimebeba masimu zangu na vitu zingine za kazi jamaa <laughs> Kazi cheki jamaa nala mi. Yeah. I mta mwana ni tanga ndonga, unaona? Yeah. Huku mimi baba baba mimi ndio kusema na cheki, kwa hivyo niko safe juzi eh. Yeah. Yeah? Yeah. Unamsi alireta, alireta vurugu tu kwa, kwa wase wangu hivi. Yeah.

Mimi Mimi Mimi ni ni ni ni DCI. DCI. DCI. DCI. DCI. Yani nini? Yani karao. Hapana. Eh. Nimetuma kutafuta huko. Eh, bana jo, wani noma? Kazi sana. sana. Unajua hii kesi imeanza. Ah bana, hiyo. Yoni bwana noma? Jaenda kuita mabosi wangu kwanza. Hivi. Wangu. Tafadhali tusisumbuane. Bona tenje yangu, bona tenje yangu wewe ni mwizi si ndio? Hapana, mimi si mwizi ndio. Mimi si mwizi. Ah wewe. Acha kunisumbua. Hata una evidence, hata una evidence. Sina evidence. Una evidence. Sina evidence kwa nini? Kwa hivyo nyinyi ndio mna ah. Una evidence kwani? Ni nini uko nayo? Wacha nikuonyeshe. Ni nini uko nayo? Acha nikuonyeshe. Hello kamanda. Eh, ile kesi ni shafuatilia Ule mtu nishashika. Yeye, etafadhali naomba gari kwa haraka sana. <laughs>